Lengo na madhumuni kujifundisha karate sio kwamba ni mtu awe mgomvi, awe mkabaji au mbakaji, yes. Kwa sababu sisi dojo letu hapa chini ya SKO ulimwenguni kote natufunza kwamba karate ni nidhamu, karate ni heshima, karate ni kupenda ndugu zako na sio tu ndugu wadojo ulionalo nalo, hapana, watu wote mtaani. Ukimwona mwanakarate, basi mwanakarate nafanye mazoezi pamoja, mali kuepuka magonjwa ambayo sio ambukizi na pia kujitengeza kinga ya mwili natamani kulinda nchi lakini nchi ndo kubwa kuliko sisi. Uislamu maana yake ni amani na utulivu. Kwa hiyo yule ambaye anevuruga amani katika nchi mkoa wilaya kitongoji na tarafa mbali mbali, alafu, na maeneo mengine mbalimbali alafu akajinasibisha na Uislamu, tunasema kwamba huyo ameukosea nidhamu Uislamu eh. Kwa majina mimi naitwa Abdulrahman Abu Sensei. E, ni mkufunzi mkuu wa shirikisho la umoja wa mashirikisho e, duniani ambayo ni SKO kwa Tanzania e, ambayo SKO hiyo ina makao makuu yake hapa Tanga e, na hapa ndipo ambapo dojo letu lipo kwa sasa hivi. E, dojo hili nimependa kulianzisha kwenye mji wa Tanga. Sio kwamba mimi nimeanza kujifunza mazoezi hapa kwenye mji wa Tanga hapana, bali nimeanza kujifunza mazoezi mpaka nafikia hapa ni miaka mingi sana. Unaona ni miaka mingi sasa. Baada ya kuona kwamba kuna taaluma ambayo tunayo na vijana wanahitaji mtani, basi tukaona ni vyema tuweze kuanzisha hii taaluma ili isilale na vijana wasikose kile ambacho wanakihitaji. Na leo tumekusanyika hapa eh, lengo na madhumuni ni maandalizi ya, ya passing ambayo vijana tunatarajia kuwatahini kutoka belt moja ya level alafu kwenda nyingine, kwa maana tarehe kumi na nne ndicho ambacho tumekuja hapa ili tuwafanye kitu kinaitwa msasa, tuweze kuangalia je, vile ambavyo tumewafundisha huko nyuma kabla hawajafikia passing, je vimekaa viko sawa. Na ndio maana tukaandaa kitu ambacho kiko kama semina kuweza kuangalia kwamba ufanisi wao mpaka sasa hivi, ndio maana tukaamua kujisajiri kwenye e, hii taaluma ili watu wafahamike na pale ambapo mwanafunzi au mtu yoyote ambaye atahamasika kutoka kwenye eneo moja kuja kwenye eneo lingine kwa ajili ya hii taaluma, basi ajisikie yuko huru na yuko na amani kuhusiana na hili. E, utaratibu wa kujisajili ni mlolongo mrefu, kwa sababu tunaanza kwenye ngazi ya, ya mwenyekiti wa mtaa tunatoka hapo tunaenda kwenye ngazi ya kata, tunatoka hapo tunaenda kwenye ngazi ya wilaya, mkoa. Lakini haitoshi, pamoja na hayo tunaenda mpaka kwenye ngazi ya mahakamani kuapa, tunakulaga viapo. Kwa hiyo nadhani vitu hivyo vyote tumevikamilisha, na alhamdulillah dokumenti zote hizo tunazo. Sifa ya mtu kujiunga e, kwanza uwe una afya njema, hilo ni moja ukiwa na afya ambayo inakuruhusu kufanya. Hata walemavu wanafanya, lakini inategemeana na kitengo chao, kwa sababu wapo walemavu ambao tunawaona kwenye maklabu mengine, tunakwenda kutembea kwenye nchi za wenzetu e, lakini wanakuwa wana vitengo vyao maalum. Lakini haswa haswa ili uweze kufanya hiki lazima uwe na sifa njema, afya, alafu na akili ambayo inaweza kunakili kile ambacho wewe uko tayari kufundishwa. umri, E, kuhusiana na mashwati ya karate e, inategemea kuanzia mtoto pale anapoanza kujielewa. Mtoto anapoanza hapana, hapana, mashwat hayaangalii umri kwamba lazima uwe mtu mzima ndio aweze kufanya mashwat. Mtoto anapoanza kujielewa, sawa, takribani miaka minne mitano kuendelea, huyo anaweza akasajiliwa na kawa mwanamashwat ambayo amekamilika. Naitwa Adriani Frederick Mrope. Mimi nikiwa kama mwanafunzi kwenye dojo hili ambaye ni msemaji wa dojo, nikutoe hofu. Tafsiri kwanza ya karate ni mchezo wa kujihami utumiao mkono wazi chini ya sheria, kwamba sisi tunafanya mchezo wa kujihami lakini hatushiki silaha. Hatushiki silaha. Na lengo kuu hasa ni kuwafunza vijana, kuwaweka utimamu wa akili pia, wapate afya njema, waweze kufanya shughuli zao. Lakini ukizungumzia karate kwamba ni mchezo ambao watu wanafanya huu, ni basi hawa hawajafika kwenye misingi ya karate Yes, kwa sababu sisi dojo letu hapa chini ya SKO ulimwenguni kote mm, linatufunza kwamba karate ni nidhamu. Karate ni heshima. Karate ni kupenda ndugu zako na sio tu ndugu wa dojo wa ulionalo hapana. Mm. Watu wote mtaani ukimwona mwana karate basi mwana karate anahamasisha amani. Mm. Na ndio maana mm, na ndio maana tunavaa nguo nyeupe kwa maana tuna usafi wa moyo. Mm. Naam. Hmm. Sisi tumeme kufanya semina na kutangaza amani ulimwenguni kote kwamba Tanzania bado ina amani, ina amani. Na hilo ndio lengo letu hasa. Amina, kwa majina Adrian Frederick Mrope, nimekuja hapa kufanya mazoezi ilivyonifutia, kwa sababu napenda kufanya mazoezi sana kila siku. Natamani kulinda nchi, lakini nchi ndo kubwa kuliko sisi. Majina naitwa Stanislaus Joachim Likunda. Aa, mimi nipo hapa kwa ajili ya kufanya mazoezi pia, kuhamasisha wale vijana ambao tupo pamoja wa tupo pamoja katika mazingira mbalimbali, ili mali tufanye mazoezi pamoja, mali kuepuka magonjwa ambayo sio ambukizi, na pia kujindengeza kinga ya mwili. Majina yangu naitwa Abdulrahim Abdulrahman Sensei. Oi Tsuki. Kwa majina naitwa Abu Akram Khamis Ali Uthmani. Nafasi yangu taawapande wa jamii, mimi ni shekhe, ni mwalimu wa dini wanasema ustazi, ukijihusisha na mambo haya wewe ni gaidi. Wewe unawaambia nini hao? Hizo ni fikra potofu baadhi ya watu ambazo waokuwa nazo na wamejengwa na fikra hizo, lakini ukiutafsiri Uislamu vile ambavyo ulivyo hmm. maana yake al-amnu ni amani, ndio maana Uislamu, Uislamu maana yake ni amani na utulivu. Kwa hiyo yule ambaye anevuruga amani katika nchi, mkoa, wilaya, kitongoji na tarafa na maeneo mengine mbalimbali, alafu akajinasibisha na Uislamu, tunasema kwamba huyo ameukosea nidhamu Uislamu, kwa sababu Uislamu uko mbali na machafuko, uko mbali na mavurugu, uko mbali na kila aina ya fujo. Hata ukisoma historia ya mji wa Maka wakati ya msilimu Umar ibn Khattabi radhiallahu anhu, na Uislamu ukaanza kupata nguvu, Umar alimuuliza Mtume Muhammadi sa salama, alasna ala lhaqi ya Rasulullah, je, sisi hatupo katika haki? We mtume Mwenyezi Mungu, mtume kambatupo katika haki nini? Walikwenda kusudia Umari Alikwenda kusudia Omari kwenda kureact kwa akti, kile ambacho anachofanyiwa na makafiri wa mji wa Maka, lakini mtume akamwambia, hapana, Uislamu ni dini ya amani, Uislamu ni utulivu, kuwa na subira, Omari, faraja ya Mwenyezi Mungu inakuja. Hii ni ishara kuwa Uislamu ni kitu cha amani Masha Allah. kwa kweli nawakumbusha, nakuwambia kwamba hakuna maisha mazuri kama vile amani. Ukiwa na pesa, nyumba nzuri, usafiri mzuri lakini ukakosa amani, maisha yako hayana thamani. Tena tukiangalia mfano nchi za wenzetu Libya, Kongo na baadhi ya mataifa mbalimbali ambayo yanaonekana kuwa na uwezo, lakini kwa sababu tu imekosekana amani, hakuna furaha maisha tena. Imekuwa ni tafarani na vurugu. Kwa hiyo, wale ambao wenye dhamira na nia mbaya kutaka kuvuruga amani ya nchi yetu, basi tunawasihi kwamba waepuke jambo hilo, kwani madhara yake ni makubwa zaidi kwa jamii yote kwa ujumla si wale wanaathirika peke yao tu bali jamii kwa ujumla wake inaathirika kutokana na tukio ambalo wanaweza wakalifanya. Naam, e, e, hiki ambacho tumekifanya ni utaratibu ambao unafanywa katika kufungua dojo au kufunga dojo, kwa sababu ni utaratibu wa Kijapani na sisi tunatumia huu mchezo, kutumia lugha ya Kijapani lazima tuienze ile mila ya Kijapani. E, kuna maamkizi ambayo tulikuwa tunayafanya hapa tunaona kwamba eh, kuna kitu kama sijida kinafanyika, lakini kuwabainishia watu na kuwaondoa hofu, sio sijida ambayo inafanywa na Waislamu wakati wa ibada kama tunavyotambua ni kwamba Allah subhana wa taala alipomuumba binadamu alimuumba akiwa yuko peponi, alafu eh, akawambia viumbe kwamba wamsujudie binadamu yule ambaye Allah alikuwa akisha kumuumba, lakini ibilisi ile sijida ambayo Allah amewaamuru kumpa ni sijida ya heshima ili kuweza kumheshimu yule kiumbe ambaye alikuwa ameshaumbwa na Allah. Lakini baada ya hapo, Ibilisi baada ya kukataa kufanya ile jambo, amelaaniwa na Mwenyezi Mungu, kutokana na ile heshima ambayo Mwenyezi Mungu amekusudia ibilisi ampe, ibilisi alaihi lana ampe e, binadamu. Na hiki ambacho tunakifanya nakiambatanisha na, na hili na tukio, kwa sababu gani? kuna e, maamkizi ambayo tunayafanya hapa kati, yale maamkizi ni ni ni heshima ambayo tunakuwa tunapeana baina ya wanafunzi na walimu. Kwa hiyo sio, e, kama wanavyoitakidi watu kwamba tunasujudiana, isivyo kweli, kwa sababu ni heshima au ni katika maamkuzi ambayo tunayatumia e, katika hii e, fani au hii taaluma ya karate. Nimependa kubainisha hilo kwa sababu kuna wengine wanaweza wakaliona wakawa na walakini na kile ambacho tunakifanya hapa. Osu, la kuwaambia wasikilizaji ni kwamba e, tutambue taaluma hii tunayoifanya sio taaluma e, lengo na madhumuni kujifundisha karate sio kwamba ni mtu awe mgomvi awe mkabaji au mbakaji kama wanavyoitakidi watu, kwa sababu wanapoona mtu ame anajifunza taaluma hii basi wanaona ni mtu ambaye ni mtu hatarishi sana kwenye jamii, kitu ambacho sicho. Umeona, kwa hiyo kuweza kuwaondoa hofu kuweza kuwaondoa hofu jamii ni kwamba mtu anapokuwa uh, ametaka ame, ame kujifunza taaluma hii, basi awe tayari kufata vigezo na masharti ambavyo vinahusika kuhusiana na taaluma hii, ili aweze kujiondoa kwenye mashaka ambayo watu wanaweza akawa nayo zidi yake kwamba yule sio mtu wa kawaida, ni mtu hatari. Sio vizuri kwa sababu unapoleta taswira hiyo kwenye jamii unakuwa unajengea picha ambayo sio nzuri kwenye jamii ambayo imekuzunguka. E, naambia karibuni kufanya mazoezi katika SKO, kwa sababu ni moja katika mambo ambayo yanamfanya mtu kuwa shupavu na imara kiakili na kiafya, lakini pia vile vile kutembea ukijiamini, uko na silaha ambayo ni self defense. Pale ambao unapotokea hatari, basi unaweza ukakimbia hata kwa mbio, ukawa mjihami na hatari ambayo ilikuwepo. Shukran.